Ni afueni kwa zaidi ya wavulana 150 kutoka shule ya upili ya St. Joseph Lamudiac kule Njoro, kaunti ya Nakuru, ambao sasa watarejea shuleni baada ya kutimuliwa kwa zaidi ya miezi mitano. Hii ni baada ya wanafunzi hao kufanya misururu ya migomo kuanzia Oktoba mwaka jana, kama anavyoripoti mwanahabari wetu George Keru. ni kwamba wanafunzi wa kike waliruhusiwa kurejea shuleni, huku wavulana wakitimuliwa kwa mara nyingine, hatua iliyoibua hisia tata kutoka kwa wazazi Wazazi, walimu, pamoja na wakuu wa elimu eneo bunge la Njoro hawakuwa na budi ila kuwafikia mwafaka wa kurejesha wanafunzi zaidi ya mia moja hamsini wa kiume kuanzia wiki ijayo. Awali kikao cha washikadau hawa wa elimu kilishuhudia vutani kuvute kila upande ukiweka wazi hamaki zake. Aidha, uh, and and wazazi watalazimika kulipa fidia ya mali ya shule iliyoharibiwa na wanafunzi wakati wa mgomo. Hata hivyo, kunao wazazi ambao wameafikia kuhamisha wanao kutoka shule hii. Kila siku wana wanarudi nyumbani, hata mtihani wafanyange. Hasa nikaamua leo nikuje, nimchukue transfer aende shule nyingine. Wavulana hao wanadaiwa kufanya misururu ya migomo na uharibifu wa mali yenye thamani ya mamilioni kwenye maandamano ya mwisho yaliyofanyika Januari mwaka huu in first term, they never expected to get the principal. so when they found the same principal, they were mad uh, so the, the extent of the damage was just too much uh, now the figure that we got from the public works officers is a four million. damage is four thousand. 45. 45. na hiyo sasa wamesema elfu kumi tumeumia upweke wa darasa hili ukiweka bayana jinsi masomo yalivyotatizika. Wazazi wameeleza hofu ya matokeo duni kutokana na muda wa masomo uliopotea. Kwa sasa mchakato wa kubadilisha uongozi wa shule hiyo umeanza rasmi. Wakati walikuja sasa hii, kutoka wakati walikuwa form 3 kuja kufanya mtihani ya nini mtu alikuwa anapata giredi mzuri, alipata mbaya sana. Baada ya mazungumzo ya zaidi ya saa sita, wazazi wamepata afueni baada ya kauli ya kurejesha wanafunzi shuleni. Kibarua sasa ni kwa walimu kuhakikisha kwamba wanakamilisha masomo ya muhula waliopoteza. George Kieru, NTV, Kaunti ya Nakuru.